Ni kituo cha Makuti eh, kilichopo maeneo ya Kibamba na ni kituo ambacho eh, kipo kwa ajili ya zoezi lile la kupiga kura. Eh, watu mbalimbali wanajitokeza hapa kwa ajili ya kupiga kura, na hii gari unayoiona hapa, huyu ni mgombea urais wa Chama Cha Kijamii, CCK David Mwaijojele, naye amefika hapa kwa ajili ya kukamilisha eh, haki yake ya kikatiba ya kupiga kura katika uchaguzi huu ambao unafanyika hivi leo, na ndivyo ambavyo anateremka kwenye gari kwa ajili ya kusogea katika eneo hili eh, kuweza eh, kutimiza haki yake hiyo ya msingi eh, ya kupiga kura. Ni eneo ambalo lipo tulivu kabisa. E, watu wote wapo katika hali ya utulivu, kwa maana ya kwamba wanaendelea kupiga kura, hakuna rabsha za aina yoyote. Kumekuwa na hali ya utulivu wa hali ya juu, na yeye mwenyewe anateremka hapa kwa ajili ya kwenda kwenye e, zoezi hilo, na kama ambavyo unamwona akiwa na bashasha zake e, kwa maana ya kwamba e, anaelekea sasa katika eneo lenyewe, na utaratibu kama ilivyo kawaida, ukifika hapa wanapata maelekezo eh, kwa wahusika wa namna gani ambavyo, eh, anaanza kukaguliwa eh, kadi yake, lakini pia vilevile eh, wanapata eh, maelekezo nam, uh, ndivyo kama unavyosikia anasogea hapa eh, kwa ajili ya kupata eh, maelekezo ya namna gani ya ku anza kupiga kura. Ameshika kadi yake mkononi, napata maelekezo kwa hawa wa hudumu wa eneo hili. Asante, nimekuja kupiga kura, maana ni haki yangu ya msingi. Kiti cha urais lazima tukipate, CCK wsktaritumia kumwa... nuna... no, <laughs> nafasi yake wananchi, na, na, wengine wakiwa wanaendelea eh, kupiga kura kama kawaida, na wakiwa katika hali ya utulivu eh, wa hali ya juu na hivyo ndivyo ambavyo zoezi hili linafanyika katika eh, kituo hiki cha makuti hapa eh, Kibamba. Wananchi wengine ndio hao wanaendelea katika foleni eh, na wahudumu wakiwa wanaendelea kutoa maelekezo, hali kadhalika eh, wakiambiwa namna gani ya kufuata huu utaratibu wa kupiga kura eh, kwa kufuata mpango maalum ambao umetengenezwa hapa, usio kuwa na foleni, usio kuwa na rapsha. Kwa hivyo ndio hali ambayo inaonekana kufanyika hapa katika kituo cha makuti Kibamba eh, Dar es Salaam na hapa, anayesubiriwa ni kuona namna ndivyo anavyokabidhiwa karatasi zile eh, za kwenda eh, kupiga kura na sasa anaelekea kwenye kizimba eh, kwa ajili ya eh, kupiga kura ni zoezi la uchaguzi linaloendelea hapa katika kituo cha makuti Mbezi Malamba Mawili, eh, Kibamba Dar es Salaam. eh, mgombea rais huyu kwa chama cha kijamii CCK eh, David Mwaijojele ndivyo ambavyo anatimiza jukumu eh, lake eh, la kikatiba la kupiga kura, na wananchi wakiwa bado wanaendelea pia nao vile vile kwa ajili ya kutimiza eh, haki yao ya kikatiba ya kupiga kura na ni eneo ambalo limekuwa na utulivu wa hali ya juu. Maliza hapo sasa, ameshamaliza na anatumbukiza e, katika masanduku kwa maelekezo ambayo amepewa e, na wahudumu wa kusimamia zoezi la upigaji wa kura hapa, na amekamilisha namna hiyo, na bila shaka tupate maneno kidogo, tumsikie akizungumza e, baada ya kukamilisha zoezi lake hili na anakwenda kuchovya kwanza eh, kidole nam Jorji Mwaijojele wa eh, cc eh, David eh, Mwaijojele wa CCK, CCK. Yeah. <todicin> <todicin>